Una akili. Na akili nikajua wewe mwenyewe una akili lakini, unatulazimisha tule nyama. Sasa mimi nataka niongee na mtoto aliyoko tumboni. Mtoto ananusa, mtoto anahisia. Kwa hiyo nataka nizungumze na kiombe kilichopo tumboni. Nikasema, bwana, uko tumboni wewe, sijui wewe ni mwanamume au mwanamke sijui, lakini mpaka saa nane nazungumza na mtoto aliyoko tumboni, unisikilize pale. Nikasema, sasa hatuna hela ya kula nyama na wala ya kununua nyama, na usitupe masharti ya kula nyama leo, ila duniani hapa leo tulichonacho ni kisafi Leo duniani hapa ni kisamvu, na kwa kweli hata kuumbika kwako kwa mpaka kuwepo tumboni ni kwa sababu mimi na mama yako tulikula kisamvu. Kwa hiyo usitulazimishe kula nini, nyama utakula nini? Hebu sema amen. Amen. Sma, unajua tunaposema amen, hamu ya nyama ikaisha pale pale, akaamka, akaoga, akaenda shambani, akachuma kisamvu, akachuma akapika siku zingine namwambia ulitaka kututenganisha mimi na mama yako, afu anasema baba yako, nimwambia ulitulazimisha tule nyama wakati hatuna uwezo. Pesa ya maisha, wengine wamesumbuliwa sana na maisha haya, wameishi kwa kuiga. Kuna watu wengine, wanafunzi hapa, mmepewa ada, mmemisuse ada ile

akifanya hivyo yani, yani, humwoni yeye, humwoni yeye. Ikasema siendi tena. Kwa nini? Ukiwa mwigani na ikiwa mwiga ni mbaya, wewe utakuwa mbaya zaidi <laughs> na haya, uwezo wako unatofautiana. Uwezo wa kutenda unatofautiana. Uwezo wa kufikiria unatofautiana. Uwezo wa kwenda unatofautiana. Uwezo wa kutembea unatofautiana.